Tarehe saba ya mwezi wa 11, 2025 tumekutana na wadau wa mafuta katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao wanauza e, mafuta kwa mfumo wa makampuni ya uagizaji na makampuni kuwa wamiliki wa vituo, lakini e, makampuni kuwa uagizaji na makampuni kupangisha vituo, lakini dila kuwa mwenye kituo na dila kuwa mwendeshaji wa biashara tumekutana pia na makundi ya aina hiyo kama makundi ya aina tatu. Kikubwa ambacho tumezungumzia ni kuhusiana na masuala ya usalama kwa ujumla wa sekta ya mafuta ama biashara hiyo kwa ujumla, kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, lakini ndani pia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kikubwa tumewashua kwamba e, serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote. Lakini pamoja na hayo, kumekuwa pia kuna role yao, role yao kubwa ni kuhakikisha na wao wanakuwa pia na elimu kubwa ya uuzaji wa biashara hiyo, na hasa kupitia uuzaji wa mifumo ya vidumu vya mafuta. Mnafahamu kwamba kuna wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye bot za uvuvi, bot hizi haziwezi kufika kwenye kituo cha mafuta. Mnafahamu kwamba pia kuna minara ya simu inahitaji pia mafuta na minara hiyo haiwezi kwenda kwenye kituo cha mafuta. Sasa kuna utaratibu maalum ambao wenzetu wa EWURA wana wanausisitiza kuhakikisha kwamba mfumo wa uuzwaji wa mafuta huo unakuwa katika, katika hali ambayo iko salama. Pamoja na haya ni kwamba baadhi ya vituo ambavyo vimechomwa vime, vime moto na kupata madhara ni vile ambavyo vilikuwa vikihusishwa pia na baadhi ya wanasiasa hapa nchini, na pengine nitoe rai kwa vijana wote kwamba jambo hili si jema hata kidogo, na nisisitize kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam, kama ambavyo nimekuwa nikisema tangu awali, mkoa huu ni mkoa muhimu sana. Kamwe tusije tukajiangalia sisi wenyewe. Tambueni kwamba sisi tunahudumia nchi zisizo na bandari na ambazo hazikutamani kuwa hivyo zilivyo, yaani ni kama hapa Dar es Salaam, kule Kigamboni, anapotaka kuja upande wa pili ana option mbili moja, anapaswa kupanda boti. Hajatamani yeye kupanda boti, ni kwa sababu ya namna Kigamboni jinsi ilivyo. Kwa jambo la kwanza, tufahamu sisi wana Dar es Salaam, Dar es Salaam inahudumia wenzetu wa nchi zingine. Lakini namba mbili, tufahamu kwamba tunapozidi kupaharibu Dar es Salaam, ndio pamebeba miundombinu mikubwa yenye nafasi kubwa sana, yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Kwa mfano, wakati wa production hizi ilisikika kwamba wanatamani sana waarifu hao wangechoma mitambo ya Tanesco. Ndugu zangu, waandishi wa habari, tuna Kinyerezi 1, tuna Kinyerezi 2, tuna Ubungo 1, tuna Ubungo 2, tuna Ubungo 3 na tuna Tegeta. Hizi gas plants kwa pamoja zinafanya production ya megawati 952 na production ya megawati 952, mtakumbuka kwamba sisi pia Dar es Salaam ndio center kubwa ya upelekaji wa umeme Zanzibar. Maana yake ni kwamba tukibaki giza tumeisababishia Zanzibar pia kuwa giza. Lakini kama itoshi, Dar es Salaam ndio kwenye hospitali makubwa. Lakini kama itoshi, Dar es Salaam ndio kwenye bandari ambapo mizigo itakaposhuka hapa haiwezi kwenda mikoani kama barabara ziko zimefungwa. Kwa hiyo kabla hatujafanya jambo lolote ambalo ni uhasama kati yangu Chalamila, au na mtu mwingine yoyote, lazima tutafakari kwamba kizazi kitakachoumia na machafuko yetu ni kikubwa mno kuliko hali ya kawaida. Na tujue kabisa kwamba utakapoigusa Dar es Salaam kwa namna yoyote, Leo Dar es Salaam tuna vituo zaidi ya 476. Vituo vya mafuta 476. Katika kila kituo kimoja imagine kwamba kina watumishi kumi. Chukua kumi mara 476. Unapata vijana wangapi walioajiriwa kwenye vituo hivi? Na ambavyo kwa mfano vituo vya mafuta vilivyounguzwa, let's say, vya Lake Oil. Unadhani watumishi wangapi vijana wenzetu na akinamama wenzetu wanaolisha familia zao kwa kutumia vituo hivyo, leo watakuwa wamekosa ajira? Kwa hiyo kwenye kila maamuzi tunayotaka kuyafanya, lazima pia tufahamu kwamba Dar es Salaam ni kitovu kikubwa sana cha masuala mengi.